Katika nchi yetu hii ya Tanzania, leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. kita mbele yenu tupo eh, watu kutoka vilabu mbalimbali mbali. Eh, tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club lakini vile vile tuko na wenzetu hawa, mnawaona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Kwahiyo tuko ah, na mpambe hapa Azam FC, si kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kina kina kinafanyika kina, kina hapa kileo. Na, <laughs> na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao ya. <laughs> Naposema mashabiki wa Azam FC ndio hao wawili tunao hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi, ila hatuachapata nafasi ya kukaa, wengine wako huko nje hakuna nafasi. Haki za binadamu zetu, human rights haziapatwa, ndio maana tumekaa na binafsi, na kiuhalisia, unaidogosha timu, kitu ambacho sio kweli, na na na kiuhalisia <laughs> <laughs> hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani, ndio maana

sababu anajua. Basi ndugu yangu ni ndugu zetu, tuko nao na sisi tunawaombea wa wafanikishe malengo yao, yakiwa ndani yakiwa ndani, akisha toboa hapo. Shabiki shabiki shabiki msomi, eh bosi mchezaji bana, karibu sana ndugu zetu wa Azam FC, ndugu zangu waandishi wa habari leo tuko hapa kutangaza uh, mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe ishirini na moja ya mwezi huu wa kumi na mbili kwa maana ya siku ya Jumapili, katika uwanja hmm wa manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa kumi kamili jioni, kwa kipindi hiki ambapo eh, vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja misingi ya Utanzania misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari e, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa e, ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao e, wana uadui, watu hawa ni watu ambao e, kila mmoja na hamsini zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja, na hii haishii tu kuwa mechi hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga kwa maana